Mimi kwa majina naitwa Joseph Remondi. mimi ndio likuriwa area hii mmbaya. Uh, sisi tulikaa kama village, ukaita watu wangu ambao naongoza, tukaanza ku discuss kwa hii njia. Tukaamua siku ya leo tukutane hapa kutengeneza hii njia. Hii njia tumeomba serikali ya kaunti kupitia kwa MCA wetu Arianda uh, MCA hata ajibu. Iko siku tulienda kufisa, kwa ofisa akatuambia kwamba niambie watu wa village hii wakae hapa. Alafu yei kifika saa tatu atakuwa hapa. Wafanya kazi wa serikali wakuenda kazi. Wakangoja, tulingoja, tukipiga simu sasa ashiki. Hakukuja. Tukarudi. Tukarudi huka akatuambia amekuwa bisi, tena tungoje siku fulani. Tena akatuambia tukuje hapa, tena hakukuja. So sisi tumeamua kama village. Tumeamua kukuja kwa hii barabara tutengeneze wenyewe, kwa sababu hii barabara iko kwa mapo na hii barabara inatumika na watu wengi. Sisi na tuna, tuna, tuna, tuna shida tuko na shida kubwa sana ya kupita, so tumeamua kama village kutengeneza hii barabara. Tukapata mfadhili mmoja ambao amekubali ya kwamba amekuja akaona tukifyeka akasema kwamba, kwamba sasa tutasaidiana na yeye kutengeneza hii barabara ipitike. So mimi naomba kwa sababu tumeomba wakati mingi, vile tumeanza kutengeneza hii barabara, mwanasiasa asikuje kuanza kwa kusumbua mwananchi wa hapa ati wao mnafanya kama akina nani. Sisi tunafanya kwa sababu barabara ni yetu, na sisi ndio tunatumia, na sisi tumelia muda mrefu. Mimi kama kiongozi wa hapa, tumeimba hii barabara karibu miaka tangu anaenda aende. So majibu imeanza kukuja, inasema kwamba ati tutalia sana. Sasa sisi tutalia, na tulipiga kura na sisi tuko na akili ya kufanya hii kazi sasa, wakuje waone hii kazi ambayo tumefanya. Na hii kazi tumeanza saa hii, saa mbili, saa hii tumefikia hapa. Jumamosi tuko hapa asibui. Sasa kuanza kulima vile pale huko walikuwa wanalima, tunataka kuitengeneza vile pale huko walikuwa wana, wanalima hapa, alafu mdhamini wetu atuwekee maramu alafu, sisi tupite kwa hii njia. So ni hayo tu. Uh, sisi hatuna kidogo kijiji utaweza kusema kwamba hii barabara ni eh, barabara ngapi ambazo zina access eh, uh, Mumbaya? Na hii barabara inaelekea wapi hasa? Vile mnaitengeneza hii barabara, vile tunaitengeneza hii barabara inaenda paka pale kwa, inaenda paka kwa ile junction ya, inakutana na ile ya Mudua B, ile inatoka pale kwa kwa Davis, ikipita ikienda paka pale kwa Lukana. So hii inaenda ile ina inaangukia kwa hiyo. Alafu tuko na fadhala, nilinunua pale shamba mumbaya B hii barabara na wachanga barabara ya ile mapu vile inaonyesha, barabara inaonyesha. So hii barabara inaenda paka Mombaya B, inaangukia kwa ile ile ile meno hili huko, ile ya ya Mombaya B huko. Naam, kuna barabara ngapi ambazo zinapita katikati ya Mombaya, kijiji cha Mombaya? Barabara ni mbili, tuko na hii na tuko na ingine pale pale kwa primary ya pale. Lakini ile sasa tuliona kwamba maji na kaanga hapo mingi inataka process mingi So hii inataka serikali, hata sidhani kama kaunti pia itaweza because ni, ni mto. So inataka vitu mingi kama daraja ama makalabati ile kubwa kubwa. So ni barabara mbili, hii inaenda inapita, ikianguka huko, alafu hii inakuja na inakutana na hii pale kwa mlipuko wetu pale kwa mfereji. naweza kwa kwa kutengeneza barabara mbalimbali katika mbali, kaunti ya Busia hasa tunapozungumzia kaunti ya Busia, ambazo um, zinapita katikati katika vijito vya maji na chemchemi za maji um, mwito wako ni upi kwa county government, kwa hiyo barabara ambayo wanasema ya kwamba maji yameweza kuikata? So county government ni kukuja kwa kuleta survey wa barabara na engineers waangalie, alafu wafanye quotation, alafu county government itengeneze hiyo barabara because Uh, hao ndio watu ambao wanaweza kuja waangalie hiyo cost ambayo inaweza cost hiyo barabara ndio ipite, alafu wapeane. County county itenge pesa halafu waweke engineer atengeneze.